Majina anaitwa Thompson Stone, ni mkazi wa vwa wa Songwe, niko hapa namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa huruma hii ya kuwaona watoto hawa vijana wetu na kuwahurumia na kuwapa nafasi nyingine, maana ni wanadamu. Na kwa nafasi hii ni nitumie tu kushauri sasa kwamba baada ya hili kuwe na jambo la kujifunza kwa vijana wetu, hata sisi wazazi, yapo mambo mengi tunapaswa sasa kuyatambua na kujifunza na kukaa na vijana wetu, kuwakanya kwenye maeneo ambayo yatakuwa yanafanana na mazingira kama haya. Kwa kweli nafasi yangu ni ndogo sana, zaidi ni kushukuru kwa hili lotokea kwa Mheshimiwa Rais, pamoja na vyombo vyote ambavyo vimehusika na jambo hili. Mungu wabariki sana.

Bana, mimi naitwa Prosper Robert Jafeti kutoka mkoa wa Songwe, wilaya Momba. Tunamshukuru sana rais kwa kufanyia uwema aliofanya, na Mungu ambariki, kwa sababu kwa hichi alichokifanya ni kitu kubwa sana. Hivo basi mimi namwombea Mungu sana mama yetu Samia, na ndio kuichapa kazi, afanye kazi kwa bidii. Sisi tunamwombea Mungu kumomba unampenda sana vijana. Hmm, wenzetu kwa ushauri tunaotaka kuwapa, hebu waache kufuata wa mkumbo tu. tunafanya kazi kutafuta jasho letu na sio kufanya kazi kwa ajili ya kuharibu mali za watu. Ni vitu ambavyo vinaumiza sana, kwa sababu ukiangalia unachoma barabara barabara, labda barabarani, njia ile ile ambayo anataka kupita yeye mwenyewe. Je, ataumwa, ambulance itapita wapi kwa ajili ya kwenda kumbeba yeye. Hai, unaribu vitu mali mbalimbali mbali, mbali, kama mahakama mahakama ina makosa gani tu, ko kwa ujumla ndugu zetu tutaenda kukaanao chini pia tu wape busara tuonge nao waache kufata vitu visivyokuwa na Patrick Mari, natokea mkoa wa Songwe, wilaya Songwe, kata Juni. Tangu tulivyoshikiliwa mpaka sasa, tunashukuru viongozi wetu na mkuu wa gereza Tumeishi nao vizuri, tupokea vizuri mpaka sasa tuko sawa hivi. Hakuna hata mmoja aliweza kuumia, wote tuko sawa na mpaka saizi tunaachiwa hivi. Kwa vijana wenzangu, na wasii wasifate mikumbo, maana da tulikutana nao mengine. So, so poa sana. Kwa hiyo wajitahidi na wenyewe, wasifate mikumbo kama tulivyoingia sisi. Namshukuru mama Samia Suluhu Hassan mpaka hivi sasa kutuachia si huru namshukuru sana maana hatukuwa tujui chochote tukiwa mle ndani. Namshukuru sana. Naitwa Simon George Muyula, mkazi wa wilaya ya Songwe, mkoa wa Songwe, kata ya Mkwajuni. Tulishikiliwa kwa tuhuma za uhaini, ila tunachoshukuru serikali na kutupa usia kwa yale yaliyotokea yasijirudie tena. Uh, vya kujifunza ni vingi. kwa sababu gani? huwa anatupa relation ya maisha jinsi wanavyoishi na, na kuachana na vurugu za hapa na pale, makundi kuachana nayo pia yote. Kwa vijana wenzangu ninachowashauri, waachane ni na makundi, masuala ya mitandao, maandamano, kuvuruga amani ya nchi. Hicho tu, yasijirudie yaliyotokea. Kuna vitu vingi tu, baadhi tumeshapotea alivyotokea maandamano, inabidi hapa tukitoka, yani, tulivotoka hivi ni kwenda tu kuanza upya tulipoishia pale pale. Kwa jina naitwa Malele Abogasti, ni mkazi wa Mkwajuni Songwe. Tunashukuru Mungu kikweli, hatukufikiri atuku, kama tunaweza tukapokea, hatukufikiri kama tutapokewa vizuri kiasi hiki. Na tunashukuru Mungu mpaka sasa tunatoka tukiwa wazima wa afya kabisa. Cha muhimu ni kwenda kuwasii vijana wenzangu kuachana na hizi vurugu na maneno maneno na baadhi ya maneno ya kuchochochewa na mitandao ya kijamii. Hicho kitu watakiwa wasikifanye yaani wasijue kujirudia kabisa kwa sababu yaliotukuta sio mazuri na hataki kujirudia kabisa. Kunirudisha nyuma amerudisha nyuma kimaisha. Kwanza kuwepo hapa ndani kwa muda huu. Cha pili kupoteza mazingira niliyokuwa nayo hapo awali kwa sababu nilikupo nafanya shughuli zangu vizuri. Mpaka saa hizi ninatoka humu nikiwa sielewi shughuli zangu huko zinaendaje. Hilo ndo la msingi. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu yeye ni mtetezi wa wanyonge na mpaka kutuona sisi vijana wake, kutomwa kutuachia kwa sababu wamegundua, kwa maana vijana ni taifa la kesho. Tunamshukuru kwa hilo, tunamshukuru sana sana sana. Aendelee kutendea haki tena hivi hivi, kama kama anavyotutendea sisi haki, atendee na vijana wengine kwa makosa mengine. Naenda kuwa kijana mtiifu na mfanyakazi bora ili nitengeneze mazingira ya uchumi wangu kuendelea mbele.